Yohana, sasa akiwa kisiwa cha Patmos, alijikutaje kisiwa cha Patmos, wakati kanisa limeendelea na serikali ya Kirumi inapinga kanisa la Mungu? Yohana alijikuta akiwa mwanafunzi wa mwisho na akapelekwa katika kisiwa cha Patmos kama a political prisoner. Yeye yeah, amefungwa, amewekwa huko. Akiwa huko, katikati yake na watu ni maji maji ya bahari ambayo inaitwa Mediterranean Sea ndiyo tu alikuwa anasikia. Kwa hivyo utamsikia Yohana akiongea kitabu cha ja Ufunuo akitumia sana kuhusu maji na bahari, nikaona wanyama kutoka baharini. Anaisikia kwa sababu ndio ambayo anaiona usiku. Hakuna sauti ingine anasikia ni ya maji na cricket, anaisi peke yake huyu Yohana. Sura ya kwanza fungu la kwanza akianza anasema ya kwamba huu ni ufunuo wa Yesu Kristo, ambayo alipewa na Mungu, awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Huu ujumbe ambao ni ufunuo ulikuja kwetu kutoka kwa Mungu mwenyewe Mungu. Now you also have to understand, uelewe. Wakati Biblia inapozungumzia Mungu, hiyo ni title. Mungu, god is a title ya wote watatu. Kwa hivyo, si Baba anaposema Mungu anazungumzia the title, kwa sababu kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho kwa hivyo wakati tunapoona kitu kimetoka kwa Mungu, ina maanisha ya kwamba walikaa akakubaliana na huyu akatolewa. Ndio unaona Yohana tatu fungu la kumi na sita inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Inamaanisha Mungu Baba alipenda ulimwengu, Mungu Mwana alipenda ulimwengu, Mungu Roho alimpenda ulimwengu. Wanafanya kazi pamoja. Ukiangalia katika Biblia utakuja kugundua ya kwamba anayeonekana sana akifanya kazi katika agano la kale ni Mungu Baba, na katika injili anayeonekana anafanya kazi zaidi ni Mungu Mwana. Na wakati Yesu alipopaa, kabla hajapaa, akasema sitawacha kama yatima, nitawachia msaidizi, naye Roho wa kweli. Kwa hivyo, Roho Mtakatifu ndiye ako sasa, na ndiye anayetuongoza, lakini wote wanasikizana na wanafanya kazi pamoja. Kwa hivyo wakati yanaposema ya kwamba ufunuo huu ni wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu, wamekubaliana, Yesu aweze wa kudhihirishwa, to reveal Jesus Christ. Kwa hivyo amepewa naye, akaupata akampatia malaika, malaika akaushika akampatia Yohana, Yohana akaushika akapatia makanisa saba, ili wewe ukifikiwe mpango mmoja unaoonyesha wanafanya kazi pamoja. Tunaposoma kitabu cha ja Ufunuo hatusomi tu mambo ya wanyama, ni lazima tumuone Yesu Kristo kwa sababu kitabu cha ja Ufunuo kinamfunua Yesu Kristo, hakifunui wanyama. Kinafumua Yesu Kristo, hakifunui wa, wa, uh, milima. It's about Jesus Christ. Kwa hivyo tangia mwanzo tunafaa tukisoma tumuone Yesu. Bwana asifiwe. Sura ya kwanza imepeana description ya huyu Yesu. Ukisoma sura ya kwanza ni kama thesis ya kitabu cha Ufunuo ambayo inakuelezea, alionekana na Yohana akiwa katikati ya mataa akiweza kuja na kutengeneza mataa, na anaanza sura ya kwanza, Yohana akasema, nilipomwangalia alikuwa ameshika nyota saba, na alikuwa ameshika zile kinara cha taa mataa saba mataa saba, ukisoma Ufunuo moja fungu la ishirini inasema, mataa saba ni kanisa, seven churches, na nyota saba ni viongozi au ni malaika. Ni malaika wa makanisa haya saba. Jina malaika katika unabii au katika Biblia utapata inatumika kwa njia mbili. Njia ya kwanza, malaika wale wanaoruka na pia hao malaika wanaoruka ni aina mbili. Utaona ya, ya kwamba kuna malaika wanaoitwa maserufi na kuna makerubi. Makerubi wana mabawa mawili hutumika sana kwa kutumwa, na maserufi wana mabawa sita. Mabawa sita wao sana sana hutumika kwa kufunika huyu shetani ambaye tutamuona tutakapofika Ufunuo kumi na mbili yeye mwenyewe alikuwa aina wa hawa malaika wafunikao kulingana na kitabu cha ja Ezekieli 28. Kwa hivyo unapata ya kwamba njia moja ya kutumia neno hili la malaika ni malaika hao ambao wako mbinguni, malaika watakatifu na malaika wabaya, wote wanatumika hiyo neno moja angelos, na watumishi wa kanisa pia wanasemekana pia au wanajulikana kama malaika ndio unapata katika sura ya pili na ya tatu unapata malaika wa makanisa saba. So ukiingia sura ya pili unapata makanisa saba: kanisa la Efeso na Simurina na Perigamo, Thiatira, Salide, Filadelfia na Laodikia. Kanisa la Efeso ni kipindi au makanisa haya saba unasikia yote ni ha, si makanisa tofauti, sio makanisa kama ni wa Adventista, Wakurino, Mongeke, Wakatoliki wa, walokole ha, ha, siyo hivyo. Ni kanisa moja, lakini ina safari. Ni kama vile unaenda Nairobi, uingia kwa basi uingie kwa basi, mutaenda mukipita miji tofauti, lakini basi ni ile ile na ndio itakayowafikisha Nairobi. Mumepita miji tofauti, lakini basi ni ile ile. Wakati tunapoangalia makanisa haya, makanisa haya ni kanisa la Mungu tangu lilipoanza, lakini litapita miji saba au vipindi saba. Kama utaandika na kupatia haraka haraka, kipindi cha kwanza kinaitwa Ephesus au Efeso. Efeso maana yake ni kitu kinachovutia, something that is desirable. something that is desirable, na kipindi hicho ni kuanzia mwaka wa 31 AD 31 AD mpaka mwaka wa mia moja wakati Yohana amemaliza kuandika kitabu hicho cha Ufunuo, kanisa likaingia kipindi cha pili, kinaitwa Simurina. Maana ya Simurna inamaanisha something that smells sweet, kitu ambacho kinachonukia. Kipindi hicho kilikuwa AD 31, I mean AD 100 mpaka AD 313, mia tatu kumi na tatu kaingia kipindi cha tatu, kanisa la Perigamu, ni kipindi cha tatu cha mwinuko, kipindi ambacho kilikuwa kutoka mwaka wa 313 hadi mwaka wa 538. Na kaingia kipindi cha nne cha Thiatira, kuingia kipindi cha Thiatira ambacho kilikuwa ni cha kafara kuanzia mwaka wa 538 ikaenda mpaka mwaka wa 1517, kumi mwaka wa 1517, wakati Martin Luther alianza kanisa ile ya Lutherani wakati wa Reformation. Ikaingia kipindi kingine cha Saride. Kipindi cha Saride kinaanza mwaka wa 1500, mwaka wa 1517 toka 1517 all the way mpaka mwaka wa 1798, na ambayo ilikuwa pia ni mwisho wa zama za giza. Zama za giza zinaanza mwaka wa 538. 1798 ndio sasa Reformation na mwangaza na bible societies zikatengenezwa za kuchapisha Biblia. Kipindi cha kanisa la Philadelphia kikaanza mwaka wa 1798 mpaka mwaka wa 1844. 1798 mpaka 1844. Philadelphia, Philadelphia ni majina mawili, ni fileo na adelfos. Fileo ni upendo katika Kiunani, in Greek. Kuna upendo aina tofauti, kuna agape, kuna eros, kuna phileo, phileo ni upendo wa kindugu. Eros ni upendo wa mzazi. Agape ni upendo wa Mungu. Unconditional love. Kwa hivyo hii adelphos, ni kipindi kilifika, ambacho ni kipindi cha upendo unaoonyeshwa na ndugu. Adelphos ni ndugu, brotherly Brotherly love, upendo wa kindugu. Ni kwa nini kipindi hiki cha Philadelphia kina upendo wa kindugu? Ni kwa sababu ni kipindi hicho, wakati wa missionari walipatikana na bible societies zikapatikana, vitabu vikachapishwa ili watu waweze kusoma neno la Mungu na waweze kupata mwangaza na nuru. Na ukienda katika historia pia ya Waadventista ni katika kipindi hiki hiki hiki wakati ambako walipata mtu ambaye alikuwa anahubiri kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo, the great disappointment at this particular time. Kuanzia mwaka wa 1844 au 1844 kipindi cha mwisho kikaanza, ambacho ni kipindi cha Laodicea au Laodikia. Kipindi cha Laodikia, maana ya Laodikia ni hukumu is judgment, ni hukumu. Na ndio Petero anasema hukumu imeanza katika nyumba ya Mungu. Kipindi hiki ni kipindi cha saba kanisa linapita kipindi cha saba. Hii saba utakuja kugundua ya kwamba wakati Paulo anazungumza katika Wathessalonike wa, wa kwanza nne na fungu la kumi na sita hadi kumi na nane anasema si wote watakufa, lakini kuna wengine watapata wakiwa hai wakati Yesu watakaporudi na watabadilishwa miili yao, na pia anaizungumzia katika Wakorintho wa kwanza kumi na tano ukianza fungu la hamsini hadi hamsini na nne anasema ya kwamba kufumba na kufumbua tutabadilishwa mili. Kipindi hiki cha saba ni sawa na mtu wa saba kutoka Adam, mtu wa saba kutoka Adamu. Ukianza Adamu, alafu kuna, eno, kuna Kaini, kuna Enoko, kuna Sethi. Mtu wa saba aliitwa Enoch. Anaitwa Enoch ambaye hakufa na alikuwa ni nabii. Enoki alikuwa ni nabii na ndiye alikuwa nabii wa kwanza kutabiri hali ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Alisema alionyeshwa na akaona malaika elfu mara elfu kumi wakija, na hiyo utaisoma katika Juda, ile ni kupatie kitabu cha Jude moja fungu la kumi na nne utapata unabii wa huyu mtu anaitwa Enoch. Kwa hivyo kipindi hiki cha Laodikea ni sawa na kipindi cha Enoko, si wote watakufa, lakini watamuona Yesu akirudi mara ya pili. Hiyo ni sura ya pili na ya tatu, na hicho sasa ndiko kipindi ambacho Yesu anasema nimesimama mlangoni na bisha, mnifungulie niingie ndani. Kipindi hiki cha mwisho hiki ni kipindi cha lala salama katika historia ya ulimwengu. Hiyo ni sura ya pili na ya tatu. Ukisoma sura ya nne na ya tano ya kitabu cha Ufunuo. Yohana anasema akaangalia binguni. Ukianza hiyo fungu la kwanza, sura ya nne, bingu ikafunguka, mlango ukafunguka na alipoonyeshwa binguni, akaonyeshwa setup ya binguni. Akaona kiti cha enzi, akaona wazee ishirini na wa nne, akaona viumbe vilivyo na macho ndani na nje vinne, eh, vi akaona hata mto ambao ni wa moto na akaona upinde Uh, wa mvua pale katika kitu cha enzi. Na alipoangalia aliyekalia kitu cha enzi, ni kama mwanakondoo au ni simba, simba wa Yuda. Lakini ukiingia sura ya tano, anasemekana yeye ni mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia, na mkononi mwake alikuwa ameshika, mkononi mwake alikuwa ameshika kitabu, alikuwa ameshika kitabu na hicho kitabu inaitwa scroll, alikuwa ameshika a scroll kwa mkono wake. Lakini hicho kitabu alikuwa ameshika kilikuwa kimefungwa na mihuri, mihuri saba. Hiyo unaipata katika sura ya tano, na Yohana akajua ndani ya hicho kitabu kuna ujumbe, lakini hakuna mtu ambaye angeufungua, kwa hivyo akalia sana lakini kukapatikana mzee mmoja kati ya wale ishirini na wanne aliyekuja kwake na akamwambia, usilie kwa sababu amepatikana mmoja ambaye is worthy to open the seals, mmoja ambaye anastahili kukifungua kile kitabu. Na kwa hivyo akakifungua katika sura ya sita ukifika sura ya sita utapata ya kwamba kile kitabu basi kikafunguliwa, na muhuri wa kwanza ulipofunguliwa akapatikana farasi mweupe. Wa pili alipofunguliwa akapatikana farasi mwekundu, akafunguliwa watatu akapatikana farasi mweusi, akafungua na wa nne akapatikana mweu uh, wa kijivu njivu. Na hii pia bado kumbuka, ni safari ya kanisa, imejirudia sasa kama vile tulienda na makanisa saba, sasa amerudi sasa kwa mihuri saba. Lakini alipofungua muhuri wa sita, muhuri wa tano, kukapatikana kilio kutoka chini ya madhabahu wanalia na wanauliza ni mpaka lini wataweza kulipiziwa kisasi, na wakaambiwa wangoje kidogo, ngojeni kidogo mpaka wajoli wenu nao pia waweza kupata mavazi meupe. Wakati muhuri wa sita ulipofunguliwa, dunia yote ikawa na vituko na kukawa na tetemeko la ardhi, nyota zikaanguka, mwezi ukawa mwekundu, mwe, mwe, jua likawa giza, yote dalili za kurudi kwa Yesu. Ufunuo sita inamaliza na swali Ufunuo sita ukifika fungu la kumi na saba swali likaulizwa, kama mambo yatakuwa hivi, ni nani atakayeweza kusimama? Mungu aliposikia swali hilo kutoka kwa Yohana akaona sio vizuri aendelee na muhuri wa saba kabla hajajibu hilo swali, ni nani atakaye simama. Ndiyo tunapata Ufunuo saba Ufunuo saba ni kama vile tuliona jana, ni commercial break Akaacha kuelezea mambo ya mihuri, kwa hivyo akaleta ufunuo saba aweze kujibu kama kuna watu watakaosimama, kama kuna watu watakaookolewa na ndio anasema, akasema ya kwamba kuanzia fungu la kwanza, kisha malaika akaonekana akiruka katikati ya anga, akitangazia wale malaika wanne wameshikilia pepo za nchi wa, uh, wasiachilie pepo hadi huyu malaika atakapomaliza kuweka watumishi wa Mungu muhuri katika nyu, vipaji vya nyuso zao. Kwa hivyo Ufunuo saba ni jibu, inaitwa parenthesis, ni jibu ya Ufunuo sita fungu la kumi na saba, ni nani atakayesimama? Ni wale waliowekwa muhuri na Bwana mwenyewe. Tutakuja kuangalia hii mihuri lakini jua muhuri katika u, uh, Ufunuo saba. Na ukiingia Ufunuo nane fungu la kwanza anaendelea na kufungua muhuri wa saba anapofungua muhuri wa saba basi kunakuwa kimya mbinguni kwa nusu saa. Kwa hivyo kile kitabu cha Ufunuo tano kimefunguliwa Yohana akapewa hicho kitabu ale katika Ufunuo kumi, akile kile kitabu, tamu mdomoni, chungu tumboni, ni injili ya kurudi kwa Yesu Kristo. Sura ya nane ya tisa na ya kumi ya Ufunuo ina, inaelezea kuhusu tarubeta saba the the seven seven trumpet and the seven wars. Alafu ukiingia sura ya kumi ndio kitabu anapewa kimefunguliwa, injili iko wazi, watu watangaziwe. Ukisoma Ufunuo kumi, uanzie fungu la kumi, anaambiwa hubiri tena, tabiri tena, watu wasikie injili hii ndio anaingia Ufunuo kumi na moja. Ufunuo kumi na moja inaelezea Biblia hizo, utakaposoma usikia mashahidi wawili wa, wa Ufunuo kumi na moja, hiyo ni agano la kale na agano jipya, na inaelezea mji mkuu wa France a, a, wa ambao uliweza kutesa, uliweza kutesa. Ka, a, Biblia neno la Mungu la, ule mji wa Paris uko katika Ufunuo kumi na moja. Lakini neno lilisimama. Ufunuo kumi na mbili unapata ya kwamba sasa mambo yamebadilika na Mungu anaonyesha nyakati za mwisho, kanisa linaonekana mwanamke amesimama juu ya mwezi, ameji, am, juu ya mwe, uh, mwezi amejivisha jua na ana taji ya nyota kumi na mbili. Hilo ni kanisa takatifu la Mungu. Ufunuo wa kumi na tatu, wanyama wawili mmoja ametoka baharini na mwingine ametoka nchi kavu, serikali mbili ambazo zitakuja kutumika na shetani zimalize kanisa lakini wakati watu wanateswa katika Ufunuo kumi na tatu, Ufunuo kumi na nne inajitokeza, ndio tunapata malaika malaika watatu na wanatangaza. Wa kwanza anasema mcheni Mungu na kumtukuza, wa pili anasema Babeli imeanguka, na watatu wanasema moto wa Mungu unakuja kwa wale ambao walipokea na wakainamia yule sanamu. Ufunuo kumi na tano inasema wale ambao walioshinda yule mnyama watasimama na vinumbi na watawimba wimbo wa Musa na mwana kondoo mbele ya bahari ya kioo. Ufunuo kumi na saba inaelezea mihuri saba ambayo mapigo, mapigo saba ambayo yatamwagwa kwa watu ambao watakuwa wamekataa neno la Mungu. Lakini Ufunuo kumi na si, saba Ufunuo kumi na saba inamleta mwanamke mwingine ambaye amekalia mnyama aliye na vichwa saba na pembe kumi na ana kikombe ambacho kinanywesha ulevi kwa watu wa dunia, kanisa lenye upotovu, tutakuja kuliangalia. Ufunuo kumi na nane inasema tokeni kwake, enyi watu wangu. Ni malaika wanne amepatikana akiwaita watu watoke Babeli, maana imeanguka na Ufunuo kumi na tisa Yesu anapatikana akija kutoka binguni amekalia mawingu na amemkalia farasi mweupe. Ufunuo ishirini moto unatoka binguni kumwangamiza shetani aliyefungwa miaka elfu moja Na ishirini na moja na ishirini na mbili ya Ufunuo inasema kisha Mungu anasema ninaumba bingu mpya na nchi mpya, na mwishowe huyu Yohana anamalizia fungu la ishirini na ishirini na moja akisema ya kwamba amina na uje Bwana Yesu. Hicho ndicho kitabu cha Ufunuo ambacho kimepewa watu wa Mungu ili waweze kuwa tayari. Lakini katika hicho kitabu kuna nyoka, katika kitabu kuna wanyama lakini pia kuna malaika aliye na ujumbe. Kuna moto wa kuteketeza dhambi. Kuna mwanamke wa upotovu. Kuna malaika anayeambia watokeni kwake enyi watu wangu. Kuna harusi, kuna harusi ya mwana kondoo, na kuna bingu mpya, kuna nchi mpya, na mwishowe watakatifu wa Mungu watashinda. Katika yale makanisa wanasemekana, aliyeshinda, aliye na sikio asikie vile Roho anavyosema kwa kanisa. Mwisho, wakati unaposoma katika kitabu cha Ufunuo utapata kuna heri saba, heri saba, seven blessings, kama ile ulipata Mathayo tano, anasema blessed are the poor, heri walio maskini wa roho. Heri hizo unazipata pia katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu chako, ni kitabu changu, tukisome tukaelewe.